Majina naitwa Sauda Sleman Omar, mi ni mfanyakazi wa Mangapwani hapa, ni mbebaji mimi. Maoni yangu mimi, ni kama ni mbebaji, sisi tukiondoshwa hapa wabebaji, na sisi tunajitarajia kusikia hapa tunapata matumizi tunapata matumi na watoto. Tukiondoshwa hapa, tutaenda kufanya kazi wapi? Na sisi hatuna ajira. La pili, sisi wabebaji tunajitegemea sisi wenyewe tunaekwa nyuma kwa sababu mikopo hatupati, wanapewa mabosi wa madagaa wanaopika na yaani, tukienda kwenye mikopo tunaenda mikopo ya yahaasasii na vikundi vya kausha damu. Je, tukiondoshwa hapa sisi tunalipa nini? Kwa sababu tunategemea hapa sisi wabebaji, tunapata riziki yetu, kama ni shilingi leo, kabeba leo, hajabeba tunatoka tunaenda kukopa. Tukiondoshwa hapa, kukopa sisi tunaenda kubeba nini, au tuenda kutoa nini kule tunachokikopea? Jamsi, tunabeba beseni moja shilingi elfu kutoka hapa Ma, wa, wale wale wavuvi wanaenda pale dagaa wao limeshushwa bei, sasa nao watajiri tayari huko Wakongo pia wameshushwa bei, sasa na sisi tutakapochukua pale, tunabeba beseni moja shilingi elfu matajiri tayari tunaenda kupeleka kule haina bei. Shilingi elfu inakuwa ni ndogo kutokana na hali ambayo tayari hapa sisi nafanyia kazi kwao. Tunataka nalo wavuvi wapate manufaa yao, waongezwe bei kwa kutokana na hali ya mafuta na mabosi waongezwe bei kutokana na Wakongo, ili na sisi wabebaji tupate nini, tupate manufaa yetu. Asante. Asante. Asante. Asante la pili ulouliza kuhusiana na abiba, habari ya mikopo kwa jasiri amali sisi tunasema msingi, tunaamini kwamba wananchi wengi hasa ambao wenyewe wameshatangulia kujitoa wanachohitaji ni kuwezeshwa, sio kurasimishwa kuwa maskini. Maana kuna kumwezesha mtu na kumfanya akawa maskini rasmi. Eh, kumfanya kwa maskini rasmi pamoja. Kwa mfano kuna mtu kwa mwananchi unasema huyu ni kaya ya maskini huyu mmemtangaza tu kwamba huyu ni maskini wa kimataifa na huyu ni maskini rasmi. Sasa eh, au namchukua mtu nampa sijui mkopo wa laki tano, huyu unamfanya tu kwamba yeye ni maskini basi. Sisi tuna mpango wa kujitosheleza wa namna ya kuwawezesha wananchi kiuchumi na tunaowatanguliza mbele ni wale ambao tayari wamesimama, kwa sababu hawa waliosimama raha yao wameshajijua, wameshatengeneza maarifa, wameshajua wanataka kufanya nini. Hatutokwenda kumtoa mtu kitandani tukamwambia wewe nenda kawa mjasiria mali huyu, eh, atakula hizo pesa alafu atarudi kitandani <laughs> lakini alokuwa kashasimama kashaanza anataka aweze huyu, kwetu sisi ndio priority, kwa sababu ya kwanza mwenyewe kashajifahamu huyu, kashajielewa huyu, kashasimama na raha yake eh. Hao waloka kitako hapo waloka hao, ukimwambia hebu jirani yako mnyenyue akiwapo kakaa kitako, jamani, ataweza hawezi. Lakini nyie mliosimama, nikwambia jirani yako hebu waloka kitako mnyenyue shike mkono, mnyenyu si utaweza. Kwa sababu gani? Wewe ushasimama sasa, na sisi tutasema alikuwa keshasimama huyu, tutampa kipaumbele kwa sababu ana raha, ashajielewa. Na la pili ana uwezo wa kumnyenyua aliokaa kitako, akamsaidia naye akasimama. Kwa hivyo mimi naomba ni watu wewe wasiwasi kwamba huo ndio mpango wetu na huo ndio utaratibu ambao tuta tutakwenda nao.